Ameongoza hafla ya uthibitisho wa mawakili wakuu hamsini na wanne nchini katika Ikulu ya Nairobi ambapo amewarai mawakili hao kutumia wadhifa waliopata kuwatumikia Wakenya pamoja na kuunganisha idara mbalimbali mbali za serikali na kuleta muungano ya jamii mbali mbalimbali. Waliotunukiwa kuwa mawakili wakuu ni pamoja na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, aliyekuwa Gavana wa Makueni Kivutha Kibwana, wakili Elisha Ongoya na msomi wa kisheria maarufu PLO Lumumba. Katika ikulu ya Nairobi, rais William Ruto ameongoza hafla ya kuthibitisha mawakili wakuu hamsini na wanne nchini <coughs> Rais Ruto akiwarai mawakili hawa kutumia wadhifa waliopata kuwatumikia Wakenya kwa kuwezesha urahisi wa uresi, upatikanaji wa haki pamoja na kuunganisha idara mbalimbali za serikali na kuleta muungano baina ya jamii mbalimbali. There is need for us.

That we appreciate that we have a nation to mind and to look after. Rais vilevile akiwataka kuonyesha uadilifu katika kazi hii ili Wakenya wao na imani nao. Akidokeza kuwa hiki ndicho kitengo kikubwa zaidi cha wanasheria nchini. I have seen that integrity has been mentioned front. Back and center. And the highest level of integrity is to be faithful and patriotic to not just your nation, but also your profession. Kwa upande wake jaji mkuu Bi Martha Koome akibaini kuwa mawakili na majaji si wapinzani wakuu ila wanafaa kushirikiana kuhakikisha kila mmoja anapata haki kwa kufuata katiba the bar and the bench are not rivals we are partners in a shared value of ensuring our constitutional project of upholding justice and safeguarding the rule of law becomes a success and a daily endeavor Waliotunukiwa wakili mkuu ni akiwemo Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula, aliyekuwa gavana wa Kivutha Kibwana, wakili Elisha Ongoya, wakili PLO Lumumba pamoja na wengine. To the 54 advocates being celebrated here today you have demonstrated exceptional advocacy in our superior courts. You have shaped jurisprudence and reached Legal scholarship, mentored younger members of the bar. Isaac Musioka, Undugu TV.